Na, mtazamaji wa Trend TV tumepata habari zaidi kuhusiana na ile show ambayo ameonekana Mark Voice akiwa na perform e, katika eneo fulani, ilikuwa inaonekana kama vile ni banda ambalo chini kulikuwa kuna matope kabisa. Sasa watu wengi sana walikuwa wanajiuliza kwamba hizi, hizi ni show ambazo zinafahamika kama show za chakatuchaka ambazo wasanii wale ambao wameshapitwaga na wakati wao muda umepita, yani, namaanisha kwamba wasanii wazamani wale wakina Feruzi Jumanecha huaga ndio wanafanyaga wa show hizi za chakatuchaka. Sasa, kitu cha kitendo cha kumwona msanii chipukizi kama Mac Voice kufanya show hizi ni kitu ambacho watu wengi sana wameshangaa, kwamba imekuwaje kwamba amefukuzwa katika record label e, Rayvanny wamegombana? Rayvanny anafahamu kwamba msanii wake ameenda kufanya show huku, na huku ni wapi? Hilo ni moja kati ya vitu ambavyo wa vimekuwa watu, wa vimekuwa watu wengi sana wanajiuliza kwamba nini ambacho kimehappen. Sasa full story ni kwamba e, bwana kumbe pale ni mgodini umeona bwana eh, pale ni ni mgodini na ile ni show ambayo Mac Voice alikuwa anaifanya huko mgodini. Na show hiyo bwana, kwa huko migodini uwaga mazingira ndo yanakuwa kama hivyo, yaani sio kwamba labda ni mazingira ambayo ni very special na nini, hapana, uwaga inakuwaga hivyo. Ndo maana ukitazama vizuri utaona watu wengi sana wamevaa magambuti kwa sababu pale ni mgodini ambapo Mac Voice ameenda kuperform na sio kwamba labda Macvoice peke yake ndo huaga na performo huko, lakini pia siku hiyo hiyo Macvoice akuwa ya peke yake jukwani. Baada ya show ya Macvoice ilikuwepo pia show ya Best Naso, moja kati ya wasanii wengine ambao ni wa muda mrefu sana, amekuwa akifanya vizuri muda mrefu, lakini and, yani, low key, unaelewa eh? Yani kwamba Best Naso bwana, ni msanii ambaye huku katika mainstream unaweza ukamchukulia poa, lakini low key, yani, ukienda pande za vijijini vijijini huko ni mbonge moja la celebrity, unaelewa eh? Kwa hiyo hata katika hii show ambayo Mac Voice alikuwa anafanya, Best Naso naye pia alikuwepo pale akiperform, umeona bwana. Kwa hiyo full detail tumezipata, unaambiwa kwamba hatimaye tumepata bahati ya kuzungumza na kuna mdau mmoja amezungumzia, ambaye alikuwepo katika show hiyo, amezungumza kuhusiana na hiyo issue Elezea kiundani zaidi kilichokuwa kinaendelea, na pia vile vile amesema wazi, ameweka wazi kwamba hawa wasanii wakina wasanii, sio hawa tu, wengi sana uaga wanaendaga huko migodini kwenda kufanya show, kama vile kuna kwapo wasanii kama vile wakina Stamina na hiyo mitego e, ukiachana na Best Naso pia kuna wakina 20%, Juma Nature na wengine wengi sana huaga wanaenda kufanya show huko migodini. Umeona bwana, eh. Kwa hiyo mashuhuda mmoja kati ya shuhuda ametoa hizo taarifa kiundani zaidi eh, ambapo ni moja kati ya watu ambao walikuwa wamerekodi video ambazo zimesambaa huko mitandaoni zikiwa zinamwonyesha Mac Voice na Best Naso kule mgodini na amesimulia kila kitu kuhusiana na show hiyo mpaka list ya wasanii wengine ambao huwaga wanaenda kufanya show huko wanaonekanaga na viingilio, na viingilio vyao vya hawa jamaa.